Kwanza tukumbuke tulifanya usajili e, tukiwa na benchi la ufundi ambalo tulianza nalo kuanzia msimu uliopita, kwa maana kwamba coach Fadlu aliingia mwanzoni kabisa mwa msimu uliokwisha, akakutana na timu ambayo aliongeza wachezaji wachache tena wa ndani, akafanya nao kazi mpaka mwisho wa msimu kwa msimu uliopita tulishika nafasi ya pili, na tulizidiwa nadhani pointi moja au mbili. Kwa bahati mbaya sana, wakati tumeliandaa hilo e, kocha akawa amepata ofa kubwa zaidi e, hilo lilitupa shida, kwa sababu idadi na namna ya wachezaji aliokuwa wamewahitaji yeye mfumo anaotumia ndio ambao walikuwepo na, amba wali na tulilazimika kuleta kocha mwingine. Kwa bahati mbaya sana, kocha ambaye tulimleta naye hakuweza kuhimili uh, mahitaji ya ile benchi na ikapelekea yeye kupoteza kontrol ya wachezaji wake. Kwa hiyo maeneo ambayo tutayafanyia marekebisho ni kulingana na mahitaji ya kocha lakini changamoto nyingine ambayo ni kubwa zaidi, uh, timu yetu imekabiliwa na majeruhi makubwa. Kwanza, golkipa wetu namba moja alipata maumivu ambayo yamepelekea kufanya na surgery na anatakiwa awe nje ya uwanja kwa kufanya mashindano ni wiki thelathini ambazo zitafikia pengine Machi huko. Golikipa wetu na namba mbili uh, naye alikwenda na timu ya taifa. Kwa hiyo tutaboresha hilo eneo kwa kuongeza golikipa mwingine, na hilo ni jambo ambalo haiwezi kuwa ni lawama kwangu mimi wala benchi la ufundi wala mwanachama yoyote, kwa sababu ni mambo ambayo yametokea accidental. Tulikuwa na Hamza ambaye ni tegemeo, kwa bahati mbaya naye alipata majeraha makubwa na yanamlazimu kuwa nje naye vile vile kwa zaidi ya wiki thelathini. Kwa hiyo ili tuweze kuboresha ni lazima tufanye mabadiliko ya kuongeza wachezaji. Uh, nimekuwa nikifuatilia baadhi ya mitandao, wanalaumu kwa nini hatukumchukua labda mchezaji fulani na tumemleta mchezaji fulani. Uh, kuna mambo mengi ambayo mnapima kabla ya kuleta mchezaji especially kwa wachezaji wa kigeni. Ni lazima muangalie mahitaji mlio nayo, lakini pia muangalie na masharti yaliyowekwa kwenye nchi, kwa maana kwamba uwezi ukafanya mabadiliko ya kuongeza idadi kubwa ya wachezaji au kupunguza idadi kubwa ya wachezaji bila kufuata taratibu. ups and down kwenye mwenendo wa vilabu vya mpira duniani, kama hamtumii mambo mengine ya hovyohovyo, lazima kuwe kuna turning point, especially timu ikiperform sana ikifikia juu, lazima kutakuwa na turning point mtakwenda. Yani hiyo iko kwenye kila kitu, iko kwenye uchumi, iko kwenye siasa, iko kwenye maisha ya kawaida ya jamii. Hakuna mtu ambaye anakuwa na liquidity ya kiasi kwamba kila siku, yani haijawahi kushuka, hiyo haiwezekani, yeah. na tunaona hata vilabu vikubwa duniani. AC Milan ilikuwa iko juu, imekuwa imekwenda imeshuka. Juventus ilikuwa juu, ilienda ikashuka. Real Madrid, Barcelona, yani vilabu vyote duniani unavyovitaja. Wewe ukata tamaa kusema kwamba timu yetu haiwezi kufanya vizuri